Dada bwana, mi nataka niondoke bwana, muda ushaenda. Huyo naye, hebu tulia. Je, kama nataka nikupe unipe. Unipe nini dada? Mamu aliongea neno uzito lakini akaliwakilisha kiutani utani. Muda huo kakaa kimitego yani. Da mam, jamani sasa unashangaa nini Kevoo?" Aliniuliza swali kisha akainua mguu wake na kukunja nne, tena ile nne ya kidada. Sasa hapa mapaja yake yakawa nje kwa asilimia zote. Nakumbuka damamu amenona mjue, sio mnyonge kabisa, yaani hapo unanitamani balaa. Ila Kevoo, mi si rafiki wa dada yako kabisa. <laughs> Hamna bwana, siniende si, si, si. Sasa niliongea huku nimesimama kabisa kuonyesha msisitizo. Dada mamu akanitazama kwa muda kama hajasikia vile. Dada u, unasemaje? Mi niende sasa. mm -hmm. Ila we kijana mshamba sana. Nimefanya nini tena? Kwa hiyo unaenda? Hapa aliuliza swali, kisha akavuta juu kanga yake makusudi, mapaja yote akawa nje. Ndiyo dada, mi naenda. Kwa hiyo unaenda kabisa hapa aliuliza kisha akasimama na huko ameifunua kidogo kanga yake, nikaona chupi nyeupe ndani. Ndio naenda hivi, mm. Je, bado utaenda, damamu? Aliangusha kanga yake makusudi ikaanguka chini, nikaziona shushu zake zilizosimama Shepu lake la kuvunja chaga. Kwanza nikakosa majibu. Sema basi unaenda baba, aliuliza Mam tena. Nikakosa majibu ya kusema. Dada Mamu akanisogelea huko na tabasamu, akasogea hadi chuchu zake zikagusa kifua changu. Unajua wewe ni handsome sana Kevoo, aliyeongea huku ananipapasa juu ya zipu yangu palipokuwa hapa imeinuka tayari. Mm, ni, na nilipatwa na, na, na kigugumizi, ila uwe mchanja sasa, uachage ushamba sawa, mkaka mzuri? aliniuliza Mamu huku anavuta zipu yangu ikashuka chini. Hali niliyokuwa najisikia muda huo nyie, mm. Uache ushamba sawa, eh? Mwanamke akijipendekeza kama hivi hujue anaitaka, sawa Kevoo? Ndiyo da, usiniite hivyo kwa sasa, niite mamu au mpenzi mamu. Sawa mkaka mzuri Ndiyo, nilijibu muda huo. Mikono ya mamu imepenya ndani na kumshika askari wangu, amekasirika balaa. Mikono laini ya damamu dama iliendelea kunipapasa. Sawa ya ujiongezi, kwani dada gani anaitaka na wewe? Tulia nikufundishe mapenzi leo, sawa eh? Ndiyo da, ndiyo mpenzi. Mom, good boy. Nilisukumiwa kitandani. Mom akachukua remote na kuwasha TV yake kubwa. Akaingia YouTube na kuweka miziki ya Kimamton. Miziki ya Kinyamwezi ambayo huwezi kuijua sana mpaka uwe muhudhuriaji mzuri wa kumbi za starehe. Baada ya kuweka mziki, sasa akanigeukia mimi akaniangalia kisha akanikonyeza. Mam akavua taratibu nguo zake, huku ananitazama huku macho yake anayarimbua. Dada hakuwa na aibu kabisa kuvua nguo mbele yangu. Mbona unatoa macho? Umeona sambusa eh? <laughs> ila Kevoo unanichekesha unavyoshangaa da, dada mimi ni mimi. Niende uende wapi? Koma wewe, nilijibiwa kibabe. Kisha mlango ukafungwa na funguo ikachomolewa. Kisha kwa mwendo wa kikahaba mama akasogea na kupanda kitandani, akaishika boksa na suruali yangu akanivuta kwa pamoja. Wow. Wewe Kevoo, mm -hmm. Naam, mm -hmm, nilijibu muda huo, naona aibu. Usijua ukamunysha Selina ilikombora, hatajali kama wewe ni ndugu, namjua yule mpuzi, aliongea. Kisha akaishika bakora anaipeleka mdomoni, nilishtuka nikamuuliza, unataka kuning'ata? Amna, tulia basi mkaka mzuri, ningufundishe mapenzi sawa sawa. Nilitulia nifundishwe mapenzi. Kweli nilifundishwa mapenzi siku ile. Dada mamu alihakikisha kuwa na enjoy, alihakikisha kuwa na enjoy huba lake, na enjoy huba la mwanamke kwa mara ya kwanza, miguso ya hapa na pale huku akinielekeza mara kadhaa sehemu za kumshika na hata akinieleza matumizi sahihi ya ulimi wangu tuwapo faragha. Dadamamu akaiangukia, akailalia, akailalia tena, mambo yakawa mengi, sauti yake ya, ya kumtoa nyoka pangoni. Dadamamu akaamua kujidhalilisha mbele yangu bila kujali kiumri kanizidi, lakini ndio walishasemaga mapenzi sio umri. Ukafika ule muda na ule wakati wa kuvunja dafu. Muda huo dada mam akanihimiza kuongeza kasi ya kiuno changu. Makelele yake mengi ya huba akanifanya nichezike kwa muda, kumbe na yeye anakuja kukutana njia ya panda kama bomu la kutoka Irani lilivyokutana na kombora hasi la Israeli. Hapo kikawaka hatari. Mamu alinikumbatia kwa nguvu huku anatetemeka, mimi na yeye nasikia utamu usiopimika, nikaangusha wazungu wote chini. Dada Mamu akaniachia huku anahema akainuka huku anapepesuka, akaingia bafuni. Mi muda huo sasa, nipo naanza kuona aibu. Mara mamu akatoka huku anatabasamu, "Kevoo kaoge na wewe baba, chukua hili taulo." nimepewa taulo nikabeba na nguo zangu kabisa, nimeoga nikatoka, nimevaa kabisa, yaani muone sasa aibu za nini? Naushani kwangua Kevoo. Naam. mm, nambia na, na ukweli, Kevoo, hivi umeshawahi ku seks na mwanamke mwingine kabla yangu? Hapo oh. Ndo mwisho wa sehemu ya sita ya simulizi zetu nzuri inaitwa Najuta juta kubalehe. Msimuliaji wako naitwa AJ. Je, nini kitatokea baada ya hapo? Je, kevo kapewa tayari? Usisahau kufuatilia sehemu ya saba ya simulizi hii nzuri. Asante na kwaheri.